Hadidhi ya simulizi ya wahama na watu ni hadithi ya kubuni ambayo huangazia maisha ya watu waliolazimika kuhamia sehemu nyingine kwa sababu mbalimbali, kama vile vita, ukame, migogoro ya kijamii au kutafuta maisha bora. Hapa chini ni mfano wa hadithi ya simulizi ya kubuni yenye mada hiyo, wahama na watu. E, hadithi ya simulizi. Miaka mingi iliyopita, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani, waliishi watu wa jamii ya Wanyande. Walikuwa wakulima hodari na wafugaji waliodhamini ardhi yao mila na desturi zao. Lakini mambo yalianza kubadilika pale mvua zilipoanza kupungua mwaka hadi mwaka. Vikapu vya nafaka vilianza kuwa vitupu. Mito iliyokuwa ikitiririka bila kukauka sasa iligeuka kuwa mifereji ya vumbi. Wanyande wakajikuta katika hatari ya kutoweka. Kiongozi wao mzee wa hekima aitwaye Bwana Kenga aliwaita wote chini ya mti wa mikungwi na kuwaambia, watoto wa ardhi hii, tumepigana na njaa, ukame na magonjwa. Sasa ni wakati wa kufanya uamuzi mgumu, lazima tuhame, tutafute ardhi yenye maji na matumaini. Hakukuwa rahisi, baadhi ya wazee walikataa. Walisema, hatuwezi kuiacha ardhi ya mababu zetu. Lakini vijana waliokuwa na ndoto na watoto waliokuwa na njaa walihitaji maisha mapya. Safari ikaanza, walienda kwa miguu, kwa punda na kwa mikokoteni. Walivuka mabonde, mito na nyika. Katika safari yao walikutana na jamii nyingine, e, watu wa Mto Lulengu. Kwanza kulikuwa na hofu na mashaka, lakini baada ya siku chache waligundua kuwa walikuwa na mengi ya kufundishana. Wanyande walileta mbinu za kilimo cha asili, watu wa Lulengu walitoa maji na hifadhi. Hatimaye jamii mbili ziliungana. Walijenga kijiji kipya, ei, eh, kijiji cha Tumaini. Walipanda miti, wakajenga shule na...